Ndi, mimi naitwa Mchungaji Askari Mgeekwa, msaidizi wa askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Iringa. Nimeshiriki katika kuhitimisha madarasa ya Dayosisi yetu ya Iringa, lakini yaliyohusisha makanisa mengine pia. Katika kazi hiyo tumeona manufaa makubwa sana sababu watu wamejifunza juu ya uongozi, wamejifunza juu ya kupanda makanisa, wamejifunza pia hata mambo ya kujiendeleza wenyewe. Na kwa namna hiyo, kanisa limepata faida kwa sababu limepata watu wanaoweza kuongoza, lakini pia kuliongoza kanisa. Tumepata faida nyingine kwamba kuna baadhi ya maeneo makanisa yameongezeka na hasa eneo la Mkurula limeongezeka makanisa kama matatu, eneo la Usolanga limeongezeka kanisa moja, na eneo la hapa Boliboli limeongezeka kanisa moja. Kwa hiyo karibu kila mahali ambapo darasa lilifanyika kulikuwa na ongezeko la kanisa moja, mbili, tatu, mahali pengine makanisa manne. Hii tunaiona kuwa ni faida kubwa na ni umoja wa hali ya juu kwa sababu inahusisha Here's life lakini pia na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Iringa, lakini pia linahusisha na makanisa ya wenzetu, na nimeona hata watu wengine wasio walutheri wanashuhudia juu ya kuongezeka kwa makanisa yao na idadi pia ya Wakristo. Hii ni jambo jema na Here's Life naiona inasaidia pia kwa jambo la uunganisha madhehebu madhehebu ya Kikristo, na hii ni baraka kubwa. Nadhani tunahitaji kuendeleza jambo hili ili kusudi liweze kuzaa matunda mengi zaidi. Na kanisa mahali pote, kwenye vituo vyote ambavyo tumepita, wameweka ombi la kusema tunaomba darasa hili liongezwe tena, tuwe na darasa yingine jipya katika vituo vinavyokaribiana na maeneo hayo, ili kuleta faida ili ambayo imekusudiwa. Bwana awabariki sana, tunaitakia kazi njema ya Here's Life.